Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu imeahirisha kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, Tundu Lissu, hadi Juni 16, 2025. Uamuzi huo ulitolewa na hakimu mkazi mfawidhi Franco Kiswaga baada ya kusikiliza hoja za pande zote mbili, upande wa jamhuri na upande wa utetezi. Awali upande wa jamhuri uliomba mahakama kuahirisha kesi hiyo kwa madai kwamba upelelezi bado hujakamilika. Hali hii ilipingwa vikali na upande wa utetezi ambao walidai kuwa upelelezi umechukua muda mrefu sana bila maendeleo. Akitoa majumuisho, hakimu Kiswaga aliuliza upande wa jamhuri kuhusu hatua za upelelezi, ambapo walijibu kuwa upelelezi uko katika hatua za mwisho. Hakimu aliwataka wahakikishe upelelezi unakamilika haraka ili kesi iweze kuendelea na kupatiwa mwamko wa haraka. Kesi hii imekuwa ikivutia umakini mkubwa kutokana na umuhimu wake kisiasa na athari zake kwa hali ya siasa nchini. Endelea kuwa nasi kwa habari zaidi. Mimi ni Fliday Mwangomare, hii ni CGTV Tanzania.